Kuna hatari kubwa sana duniani kuliko kuibiwa pesa. Hatari hiyo ni kuibiwa akili yako na mtu unayemwamini. Wafikirie watu wako wa karibu, mpenzi wako, rafiki yako wa karibu au hata mfanyakazi mwenzako. Je, unahisi kuna wakati unajikuta unafanya vitu ambavyo hukupanga kuvifanya ili tu kuwafurahisha? Unajikuta unajiona una makosa hata pale ambapo hujakosea. Hiyo si bahati mbaya, hiyo inaitwa dark psychology. Ni sanaa ya kuchezea akili ya mtu mwingine ili ajinufaishe yeye bila wewe kujua. Leo nitakufungua macho, tutachambua ishara tano za hatari zinazoonyesha kuwa unatumika na nikutahadharishe mapema. Ishara ya tano ndiyo inayotumiwa zaidi na watu wenye akili nyingi au smart manipulators, na mara nyingi unapoigundua unakuwa umeshachelewa. Swali ni je, utabaki kuwa pawn kwenye chesi yao, au utachukua udhibiti? Twende tukaone. Karibu tena kwenye Fikra Chanya, sehemu pekee tunapochambua uhalisia wa maisha, saikolojia, na mbinu za kujenga mamlaka yako binafsi. Kama hii ni mara yako ya kwanza hapa, unakosa madini mengi sana. Tunajenga jamii ya watu wasioyumbishwa, wanaojielewa na wanaona mbali. Kama wewe ni mmoja wao, bonyeza subscribe kwenye chaneli hii ya Fikra Chanya sasa hivi nawasha kingele ili uwe wa kwanza kujua tunapotoa siri mpya za kisaikolojia. Sasa chukua kalamu na karatasi. Hii sio video ya kuburudisha, ni darasa la kujilinda. Ishara ya kwanza ni tamu sana mwanzoni, inaitwa kitaalam love bombing, ikifuatiwa na devaluation. Hii inafanya kazi hivi: unapokutana na mtu huyu mwanzoni, iwe ni kwenye biashara au mahusiano, wanakupa attention yote duniani wanakusifia kupitiliza, wanakutumia meseji kila dakika, wanakufanya ujione wewe ndiye mtu maalum pekee duniani. Kisaikolojia, wanajaza ubongo wako na kemikali inayoitwa dopamine, unakuwa addicted kwao. Lakini hapa ndipo kwenye mtego. Mara tu wanapogundua umeshashiba, you are hooked. Wanabadilika ghafla, ile teksti ya good morning inaacha kuja, wale waliojifanya kukusikiliza saa nzima sasa wako busy. Wanafanya hivi makusudi, wanataka uingie kwenye hali ya chasing au kukimbiza. Unaanza kujiuliza, nimekosea wapi? Mbona alikuwa ananipenda sana? Ukiona mtu anakuuzia mapenzi au urafiki kwa spidi ya 4G mwanzoni, kisha anakata network ghafla ili umtafute, huyu hakupendi. Anachezea reward system ya ubongo wako ili umtumikie. Hii ni conditioning kama vile unavyomfundisha mbwa kwa kumpa zawadi na kumnyima. Ishara ya pili ni gaslighting au kupotosha uhalisia wako. Tukienda ndani zaidi tunakutana na silaha ya maangamizi inayoitwa gaslighting. Hiyo ni mbinu ya kukufanya utilie shaka kumbukumbu zako, maono yako na hata akili yako. Manipulator anafanya kitu kibaya unamuona, lakini ukimuuliza anakugeuzia kibao kwa ujasiri kiasi kwamba unaanza kujiona wewe ndiye chizi. Atakuambia maneno kama: wewe unawaza sana, hiyo haikutokea, mbona unakuwa sensitive hivyo, nilikuwa natania tu, hujiamini ndo maana unahisi hivyo. Lengo la gaslighting ni kukuvunja uwezo wako wa kujiamini. Wakishafanikiwa hapo, unakuwa dependent kwao, unaanza kutegemea tafsiri yao ya dunia kwa sababu huna uhakika na yako. Ukiona unalazimika kurekodi mazungumzo au kuscreenshot chats ili kujithibitishia kuwa hukusema uongo, jua wazi unatumika. Huyo mtu anataka ufute ukweli wako ili uishi kwenye uongo wake. Ishara ya tatu ni the transactional help au msaada wenye kamba. Hii ishara ni ngumu kuigundua kwa sababu inajificha kwenye kivuli cha wema. Hii inaitwa transactional kindness au wema wa kibiashara. Watu hawa wanakusaidia sio kwa sababu wanajali, bali kwa sababu wanatengeneza deni. Kwenye saikolojia, binadamu tuna silika inaitwa reciprocity norm, yaani ukifanyiwa wema unajihisi unadaiwa kulipa wema. Manipulator anajua hili. Atakupa zawadi ambayo hukuomba, atakufanyia favor ndogo lakini baadaye atatumia hicho kitu kama silaha ya kukufanya ufanye kitu kikubwa ambacho hutaki. Utasikia wakisema, baada ya yote niliyokufanyia unashindwa kunikopesha milioni moja? au nilikuunganishia ule mchongo, sasa ni zamu yako kunibeba. Tofauti ya rafiki wa kweli na mtumiaji ni hii: rafiki anasaidia ili kukuinua, mtumiaji anasaidia ili kukufunga kamba. Ukiona kila msaada unaopewa unakuja na simulizi au unakumbushwa mara kwa mara, kimbia. Huyo sio mfadhili, ni mwekezaji anayesubiri faida kutoka kwako. Ishara ya nne ni isolation, au kukutenganisha na nguvu zako. Ili predator au mwindaji yoyote afanikiwe, lazima amtenganishe mnyama na kundi lake. Hivyo ndivyo inavyofanya kazi kwenye Dark Psychology. Hataki uwe na watu wengine wa kukupa ushauri. Anajua kuwa ukiongea na rafiki zako au ndugu zako wenye akili, watakustua Hivyo ataanza kupandika chuki pole pole. Atasema marafiki zako hawapendi maendeleo yetu, hatuwezi kuambiana siri kama utaenda kuambia wengine. Lengo lao ni kukufanya uwe kisiwa. Wanataka sauti pekee unayoisikia iwe ya kwao. Wakishakutenga unakosa reality check, unakuwa mfungo wa hisia zao. Ukiona mtu anaanza kukuchagulia nani wa kuongea naye na nani wa kumpuuzua hiyo ni red flag inayowaka moto, anataka uwe mali yake pekee. Ishara ya tano ni hatia kama silaha, au weaponized guilt. Na sasa tunafika kwenye ile point kuu, ishara ya tano ambayo ndio kete yao ya mwisho wanapobanwa. Hawa watu ni mafundi wa kugeuza kibao. Unaweza kumfumana, unaweza kumkamata mwizi na ushahidi mkononi, lakini ndani ya dakika tano wewe ndiye utakayeishia kumwomba msamaha. Vipi? Wanatumia weaponized guilt. Hatia kama silaha, watalia, watataja matatizo yao ya utochoni, watasema wanapitia kipindi kigumu au watatishia kujidhuru. Lengo ni kuhamisha mjadala kutoka kwenye kosa lao kwenda kwenye huruma yako. Badala ya kuwawajibisha kwa kukutumia, unaishia kuwabembeleza. Hii ni emotional blackmail ya kiwango cha juu. Ukiona mtu hataki kuwajibika na kila akikosolewa anageuka kuwa mwathirika, huyo mtu hakuthamini, anatumia huruma yako kama mlango wa kutokea. Ndugu mtazamaji, maarifa ni nguvu. Hizi ishara tano, love bombing, gaslighting, kutengwa na kujifanya mwathirika, ukizijua zinapoteza nguvu zake kwako. Huwezi kudanganywa kama unajua mchezo unavyochezwa. Jilinde, weka mipaka, boundaries na muhimu zaidi, amini silika yako, trust your gut. Kama video hii imekufungua macho, ninaomba ubonyeze like. Hii inasaidia algorithm kuwafikia watu wengi zaidi, ambao huenda wako kwenye mahusiano ya mateso bila kujua. Asante kwa kutazama hadi mwisho, tukutane kwenye video inayokuja. Stay sharp.